pia binadamu anaweza anaeza akachangia, ndio maana nikakuuliza hivi mm, biogas kwenye mwili wa binadamu? Kwa sababu kwenye mwili wa binadamu pia kuna kinyesi, brother. Lakini hamna biogas baada ya kinyesi cha binadamu? Unapumua, mimi napumua. Unachopumua, unapumua nini? Unachopumua, unapumua si nini? Sizungumzi, nazungumzia pumzi nyingine inatoka kule. Yes, kul yep. Lakini biogas ninavyojua, umesoma mimi ni umesoma wapi? Ninavyojua ni na kwa elimu ndogo ambayo ninayo kwamba biogesi ni gesi ambayo inapatikana ina baada ya kukusanywa kwa vinyesi ambavyo vinapatikana Siso, kwa wanyama. Kwa kwako vitu eh, tumbani kwako kwa vitu vinakusanyika hivi kusanyiki? Ah, kuna kinyesi kipo tumbani kwako kwa amna? Kipo. Una utumbo unaoshika kinyesi mdogo mkubwa? Yote miwili inashika, lakini ah, ina transport. Ah, ni kweli utumbo gani unashika kinyesi? Mpana uh, mdogo. Ut utumbo mkubwa ule. Ah, utumbo baada baada ya utumbo mkubwa unapokea una, una, una feces alafu baadaye kinatoka wapi? Nt uh hiyo -huh. uh -huh. uh -huh, eh, nipe, nipe ni, ni in in ambayo ina u, u, mfumo wa utoaji taka mwili mwilini uh -huh. Ni kwamba digestion system ni taka mwili ambazo zinatolewa katika tumbo uh -huh. Kupelekwa ku katika utumbo mkubwa uh -huh. Unaelewa katika kutolewa kama kinyesi. So <laughs> <unlaasima laughs> amesema ame lakini hajasema inavyotakiwa. Chakula kikishaingia tumboni pale, kuna utumbo mkubwa na utumbo mdogo. Utumbo mkubwa upo hivi ume, unazunguka utumbo mdogo ambao upo katikati. Kwa hiyo chakula <laughs> yeah. kinakuwa kina being absorbed kwenye ile ule utumbo mdogo, yale mabaki ambayo yanakopwa yanabaki, ndio yanatoka kwenye kwenye utumbo mkubwa yanaingia kwenye Yanatoka kwenye utumbo mkubwa yanaenda moja kwa moja kutoka. Kwa hiyo kwenye lugha rahisi wewe una, una mfumo majitaka pia unao ninao mfumo wa wa mfumo, mfumo, mfumo majitaka sina nina mfumo wa chakula tumboni ambao cha, nye... unafahamu ni chakula, unachokula chote ndio kinaenda chooni. Sio ninachokula makapi sema <laughs> ni chakula chote unachokula kinaenda chooni.